Uvimbe uh, huu ulianza nikiwa bado mdogo uh, lakini nilipozaliwa nilizaliwa mzima kabisa, lakini kadiri ya jinsi siku zinavyozidi kusogea uvimbe ulikuwa ukizidi kujitokeza. Kwa hiyo umejitokeza e, mpaka ukafikia hatua hii ambayo upo sasa. Kwa hiyo ni muda toka nimezaliwa mpaka sasa hivi ni miaka 32. Kwa hiyo uvimbe huu bado unaendelea nao na unanisumbua sana. Ulianza ni ishara gani mpaka kutambua kama una uvimbe? Aa, yani ulianza kama kipele kidogo ambacho kipele hicho ndo kilikuwa kikiendelea kukua mm. kikiendelea kukua maana kipindi nimezaliwa mama anaposema alipokuwa ali, ali, akinitazama nilikuwa ni mzima kabisa sema sasa kadiri ya jinsi zinazozidi kukua, zinazozidi kukua mabadiliko yakawa yana yanaonekana sasa naona kama niko tofauti. Takribani miaka thelathini na mbili ameishi na uvimbe huu mzito huyu ni Rajabu Abdallah mkazi wa Miuji Kibaoni jijini Dodoma. Hapa anayazungumza mengi na Families Media ya kwamba uvimbe huo umeanza kujitokeza akiwa na umri mdogo kabisa huku akidai ya kwamba umekuwa ukikua kwa kadri naye alivyokuwa anakuwa na hatimaye mpaka sasa kuwa uvimbe mkubwa na hapa anazungumza mengi kupitia Families Media. Karibu na mtazamaji wa Families Media na ripoti kutoka hapa Miuji Kibaoni Dodoma kuja kukutana na Rajabu Abdallah ambaye ana changamoto za uvimbe mwilini mwake. Na leo hii Families Media tumekuja Dodoma kwa ajili ya kufahamu changamoto zinazomkabili kwa sasa. Ana miaka takriban 32, yupo ndani pasipo matibabu. Jina langu naitwa Sabitina Ali, nyuma ya kamera yupo Gervas Machaku ni kusihi mtazamaji wa Families Media usisite kumsaidia kijana mwenzetu kwani kutoa ni moyo na si utajiri mtazamaji anayekutazama Rajabu Abdallah anatamani umwelezee historia ya maisha yako na historia ya uvimbe huu umeanza lini mpaka sasa hivi una, una muda gani sasa uvimbe uh, huu ulianza nikiwa bado mdogo mm-hmm. uh, lakini nilipozaliwa nilizaliwa mzima kabisa lakini kadiri ya jinsi siku zinavyozidi kusogea uvimbe ulikuwa ukizidi kujitokeza kwa hiyo umejitokeza e, mpaka ukafikia hatua hii ambayo upo sasa kwa hiyo ni muda toka nimezaliwa mpaka sasa hivi ni miaka thelathini na mbili kwa hiyo uvimbe huu bado unaendelea nao na unanisumbua sana ndio e na unaweza ukamwelezea mtazamaji anaye kutazama uvimbe huo ulianzaje? ulianza na ishara gani mpaka kutambua kama una uvimbe? Aa, yani ulianza kama kipele kidogo hmm. ambacho kipele hicho ndio kilikuwa kikiendelea kikiendelea kukua hmm. kikiendelea kukua maana kipindi nimezaliwa, mama anaposema alipokuwa ali, akinitazama nilikuwa ni mzima kabisa. Sema sasa kadiri ya jinsi, zinazozidi kukua, zinazozidi kukua, ya jinsi kukua, zinazozidi kukua mabadiliko yakawa yanaonekana sasa naona kama niko tofauti mm. Ndio kwa sasa, maana ulianza kidogo tu yani mm. lakini kadri inavyozidi kukua nao unaongezeka mm. eh, mzidi kukua mpaka umefikia katika hali hii hapa mm. ndio. Na wewe hapo Rajabu, ulianza kujitambua lini kama una mapungufu una tatizo hilo kwenye mwili wako? Ulianza kujigundua ukiwa na umri gani, ukiwa darasa la ngapi? Uh, kipindi niko shule ya msingi hali hii ni i mimi nilikuwa najiona niko sawa, nilikuwa najiona niko sawa, lakini kadiri ya jinsi ninavyozidi kwenda, mpaka nilipofika sekondari, nilipomaliza sekondari, hali hii hapa naona kama sasa kama kuna hali ambayo siko nayo na haiko sawa kwa kwenye mwili wangu, so unajua bado ule utoto nini. Lakini sekondari, unafika sekondari ndio kama nikawa naona kuna mabadiliko. Sasa miaka kumi iliyopita na maana sasa na miaka thelathini na mbili na miaka kumi iliyopita nikajua kwamba kwamba mimi nina changamoto ya uvimbe mm, kuna uvimbe ambao ndo unani unanisumbua. Lakini kipindi cha nyuma huko kulikuwa ndio mimi, watu wakiniona wanajua kweli huyu ana changamoto, lakini mimi kama mimi nilikuwa najiona niko sawa. Lakini miaka hiyo ya karibuni, miaka kumi iliyopita, ndio mm, kasa naona kweli hii hali na hali ya uvimbe mm -hmm. ya kwa nianza kujitambua katika hali hii, na miaka hiyo hapo kumi iliyopita, baada ya kugundua ya kuwa ana uvimbe huo mkubwa hapa anatujuza hatua alizozichukua yeah. na baada ya kugundua ni hatua zipi sasa ambazo zilifuata? Aha, baada ya kugundua mimi nimeona sasa hatua ambazo zitakuwa zifuate mimi ku, kuweza kutazamwa uvimbe huu unaondolewa, ama inakuwaje? Maana nimeona kuna baadhi ya wagonjwa ambao wana mfanano wa hali yangu wameweza kutibiwa na wakapona. Hasa, ina maana hatua ambazo niliamua kuchukua ni kwamba ni Niweze kupata msaada wa watu kuweza kunisaidia ili hali hii iweze kuondoka, maana inanipa changamoto sana kwa wakati huu nilionao. Sasa, sawa so, na baada ya kugundua kama una uvimbe kwenye mwili wako, ulipata nafasi ya kuzungumza na wazazi wako wote wawili na ukawaelezea tatizo hili, kwa kwamba kuna tofauti unayoiona katika mwili wako aa, aa, kwa, kwa, upande, kwa upande wa wazazi ndio wanalitambua kwa sababu analitambua, kwa hiyo analifahamu kabisa kama jambo hili wan... ni nalo. Kwa hiyo wazazi kama wazazi familia inatambua kama nina hii changamoto mm. Yeah. Na baada ya kumwelezea mama sasa na kumuuliza, maana ukiona katika mliako kuna mabadiliko yoyote lazima umshirikishe mzazi, mzazi alikwambiaje? Mzazi sasa e, hana la kuniambia zaidi, kwa sababu bwana, hii ni hali yako ambayo unayo mpaka sasa hivi, kwa hiyo hatuna la kufanya mm, kwa sababu tulishaangaika e, kipindi ulikuwa bado mdogo. okay umehangaika hospitalini nadhani wewe mwenyewe ume nani, tumezunguka wote, unatambua hilo. Kwa sasa hivi ni kumwachia Mungu tu katika hali hiyo, maana yake tayari tushazunguka sana. ya kwa hiyo wazazi tu wamelipokea kama ni changamoto ambayo tayari ninayo, kwa, kwa sababu mimi mwenyewe tayari umri wangu ukishakuwa mkubwa, nimeweza kutambua, nimeweza kufuatilia baadhi ya, ya mitandaoni, hali hii hapa nimeiona kwamba kumbe inawezekana nikaondolewa nika Hei, ni changamoto ambayo inawezekana ikaondolewa yeah. Anazidi kutufahamisha ya kwamba kwa sasa anapitia changamoto nyingi na nzito, kwani uvimbe huo umekuwa ukimletea uzito mkubwa sana mwilini na muda mwingine hadi kupelekea maumivu makali, hali inayomfanya kuchoka sana hata akitembea umbali mdogo na wakati yani napata maumivu sana, sio mara kwa mara, mm. ila kuna wakati nakuwa na maumivu, mfano naweza nikaa katika shughuli zangu za kutafuta mm -hmm. naweza nikaa nimezunguka sehemu ndogo sana, lakini nikarudi nikaa nimechoka kwa sababu ya ule uvimbe maana mm -hmm. ile uvimbe ni kama mzigo, ni kama mzigo natembea sehemu ambayo, kwa hiyo ninapokuwa natembea nakuwa nachoka sehemu ambayo nitakuwa nitembea kwa miguu, nakuta nachukua usafiri mm -hmm. naweza nachukua pikipiki sema bwana tukaende kwa migwadi mtu anashangaa wewe hapa na hapa tu unachukua boda ya nini? Kwa sababu hali yangu mimi naijua, ndo maana nasema wewe mtu afahamu, kwa sababu mimi mwenyewe ndo ninajua hali yangu, ndo maana ilivyo, ndo maana nachukua usafiri. Kwa hiyo anachoka sana na maana, kwa sasa hivi maumivu nayapata kwa namna fulani, lakini uvimbe kama uvimbe wenyewe hauna maumivu, ila sasa umekuwa ni mzito, umekuwa ni kama mzigo ambao ninao, kwa hiyo ndo maana a anatamani fanyaje uondolewe, upungao upunguzwe. Sawa, pole sana kwa changamoto zinazokukabili na je, ulisha kwenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi kipindi cha nyuma ama hukuwahi kwenda hospitali? Ah, usanii nimeenda, nisha kupata msaada nikaweza kwenda hospitalini, walinitazama waliona hii hali, lakini madokta mwisho wa siku alisema bwana, hali hii hapa, bwana anaweza akaondolewa, lakini baadaye hali hii ikarudi tena kwa, kwa, kwa, kwa mara nyingine lakini sasa sikuweza kuondolewa wala sasa kwa sababu ilikuwa ni miaka mingi na mimi nilikuwa bado ni mdogo. Kwa hiyo zile taarifa kamili kutoka kwa madokta sikuziweza kuzihifadhi kuzikalili, na kwa hiyo sikuwa nazo eh. <laughs> Rajabu Abdallah, ulikuwa na ndoto zipi sasa hapo kipindi cha nyuma ukiwa shuleni eh? kwa sababu kila binadamu enezal anakuwa na ndoto ndoto zako zilikuwa ni zipi, ama una kipaji kipi hasa katika hali hii unayopitia kwa sasa? Aha, nashukuru sana, swali zuri. Aa, mimi ndoto ambazo nilikuwa nazo ni kujiajiri toka muda mrefu tu, nikuwa na ndoto ya kujiajiri okay. E, maana nilianza na shughuli zangu ndogondogo, lakini mpaka sasa hivi nilipo hapa ni mjasiriamali, nimejiajiri kweli, najishughulisha na masuala ya bidhaa za ngozi kuandaa bidhaa za ngozi kama mikanda, viatu vya Kimasai, eh, yani bidhaa zote zinausiana na vitu vya ngozi, viatu vya shule mm, ya ndo ndo kazi yangu hiyo ya. Unaweza kumuelezea mtazamaji sasa changamoto ambazo sasa huwa unazipata zile ngumu na nzito katika hali hii uliokuwa nayo ni zipi haswa na katika biashara yako unaoifanya changamoto zipi unazipitia? Ah, changamoto ndo kama hivyo kwa sasa, sasahivi hali yangu imenifanya ime nirudi nyuma katika utendaji wa kazi zangu. Kutokana na hii hali yangu nimerudi nyuma kwa sababu, kwa sasa hivi paka kuna vijana ambao sasa hivi ndio kidogo nawaita waje wanisaidie katika hizi shughuli zangu, kutokana na mimi mwenyewe hali yangu kidogo naona imekuwa nzito. Kwa hiyo hata kufikia sehemu kwenda kuchukua matirio imekuwa ni changamoto kwangu, maana mpaka niagize nikiafuata mwenyewe ndio inakuwa changamoto. Yaani nikirudi nakuwa nimechoka hata kazi naweza nisifanye nisifanye. Kwa hiyo changamoto naipata ndio hiyo ya maumivu ya uzito ambao naipata, kwa hata kwenye kazi zangu sasa hivi imekuwa ni mtihani na, na nafanya kazi na yani, lakini basi tu kwa sababu tu tiari ilikuwa ni shazoea, lakini kazi ambayo sasa kwa, kwa muda huu yani napata changamoto sana. Na hauna usafiri wowote ule, sina usafiri wowote ingawa nitamani sana nipate hizi nani za umeme pikipiki za matairi matatu au zile za umeme za kuchajisha mm -hmm. Kidogo zinaweza basi zikanisaidia kufika sehemu husika kuchukua matirio na kugeuza mm -hmm. Yeah, sawa Rajabu, unaweza ukatuambia una familia ya yeah? na familia mm -hmm. Kiachana na wazazi, mimi kama mimi nimeoa mm -hmm. na mke na mtoto mmoja ambaye nimejaliwa kupata mtoto wa kike ndio. Sawa, sasa unashauri nini wale watu ambao wana changamoto kama hii ya kwako ambao wana, wanajifungia ndani, unashauri kipi haswa na kujua kwamba tatizo hili halina matibabu? Uh, kwanza kabla ya kwa kuwashauri mimi mm, nikuwa naomba watu katika hali hii kwa sasa mm, sio hali ya kujificha, sio hali ya kujificha kwa mm, eh, sio sababu tayari umeshajigundua na hali hiyo mm, na huwezi kuimudu, basi ni vyema ukaomba msaada ili uweze kusaidiwa maana yake wanasema, mficha maradhi kifo umeumbua kwa hiyo watu wasi, wasifiche yeah, to wa hali zao walizo nazo. Endapo utahitaji msaada, inabidi uhakikishe unatoka kwenda kutafuta msaada ya, inabidi utoke kutafuta msaada wa hali yako ulionayo. Ya ila kuna wengine ambao tayari hali zao tayari zimeshakuwa ni kweli, ni hawezi kupata hata kupata msaada, tayari ni hali yake tayari imeshakuwa ndo ile ile. Lakini kwa yule ambaye anajua kama mimi ninaweza nikatoka nikapata msaada wa jambo hili basi simshauri kabisa akae kimya, inabidi atoke na kuweza kusaidika. Jamii nayo nizunguka, ni kawaida tu support zipo, kwenye support kama kwenye kazi zangu, kwenye shughuli zangu wananiunga mkono. Kwa hiyo support ndo kama hizo. Hapa ndugu yetu Rajabu Abdallah anaomba msaada wa matibabu kwa Watanzania wote wanaotazama habari hii waweze kumsaidia gharama ili aweze kupatiwa matibabu. Ni neno lako la mwisho na moja kwa watanzania wote wanakutazama, ni kipi hasa ambacho nawaomba wakusaidie? Ah, mii kikubwa nachoomba wanisaidie ni yaani, wadau naomba wanisaidie hali hii nilionayo iweze kuondoka katika mwili wangu ya, kwa sababu najua jambo hili linawezekana kwa sasa hivi ngawa e, miaka hiyo ya nyuma nilikuwa sielewi ni namna wapi nianzie, lakini nimeona kwamba jambo hili linawezekana. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana wadau waweze kunisaidia <coughs> ili hali hii iweze kuondoka kwenye mwili wangu. A, nambari za simu ni sifuri sita mbili hamsini na sita hamsini na nane mia tatu na saba jina Rajabu Abdallah, sifuri sita mbili hamsini mm. na sita hamsini na nane mm. mia tatu na saba. Ya, hiyo ndio namba yangu Rajabu Abdallah.